Wakati tunasherekea e, wiki ya wazazi e, sisi jumuiya ya wazazi tumeona pia e, tufanye jambo kutembelea kituo hiki cha Senior Hope ambacho kinaendeshwa na mkurugenzi wake Zahara, lakini tumekuwa tu tukisikia kwa mbali. Lakini kikubwa, Zahara, jambo unalolifanya ni jambo lililotukuka tunaamini kuna dhawabu kubwa ndani yake yeah. na ni jambo la, la maendeleo pia. Kwa hiyo na sisi tulikuja kwa ajili ya kuja kuwaona wazee wetu lakini pia kupanda miti e, kama e, kuweka alama katika kituo hiki. Lakini kikubwa, tumpongeze tu sana za tumpongeze sana e, kwa kuanzisha kitu ambacho mimi mara ya kwanza leo ndio naiona katika wilaya yetu ya Monduli, na ni huduma inayotakiwa kila mahali, kwa sababu wazee wenye kuhitaji huduma ya ziada ya emergency wapo kila mahali, lakini yeye amepambana na kuanzisha kituo hiki ambacho tumeona wazee waliopo mahali hapa e, kwa kweli wanaishi vizuri sana, afya zao Eh, namna walivyovaa kwa kweli inaridhisha kwamba huduma wanayoipata ni huduma kubwa, ni huduma ambayo kila binadamu anayeishi katika maisha mazuri anayapata. Eh, wote, hebu tunaporudi tukawe mabalozi wa kituo hiki, tukawe mabalozi mi, nilishaahidi kwamba kuna mtu namjua ambaye amekuwa akitafuta namna ya kusapoti kituo kama hiki mahali popote ilipo. Sasa nitamuunganisha na Zahara lakini mbali na hilo e, tuna wazee wanaoishi katika mazingira magumu. Sasa tumejua mahali pa kuwaleta, tuchukue namba za Zahara za, kwa sababu tumeona hata bado kuna rumu, tumeona ina nafasi, lakini e, naamini sasa hivi utakwenda kukosa mahali pa kuweka watu, na leo tu, sina maneno mengi, nitarudi siku nyingine nikiwa na maneno lakini nikiwa na wazo na namna gani wanaweza kuboresha kituo hiki ili kiweze kufikia watu wengi zaidi, kwa sababu uhitaji ni mkubwa. Na sisi tusiondoke tu hivyo hivyo, na mimi naenda kutoa kilo mia moja ya mchele na mafuta, ili angalao kwa mwezi huu wazee wale tu mchele, mchele, mchele. Kwa hiyo naomba nikukabidhi hizi laki tatu itaweza kukutosha. Eh, kwa ajili ya wazee. Kwa majina naitwa Beatrice John Mandia ndiye katibu wa wazazi wilaya hii ya Monduli. Leo tunasherekea wiki ya wazazi ambayo kiwilaya imefanyika Mto wa Mbu chini ya mwenyekiti wetu Kisioki lengo ije Moitiko, lakini tumeanza na zoezi la upandaji wa miti kwenye iki kituo cha kulea wazee. Kwenye kituo hiki tunampongeza sana mkurugenzi wa shirika hili kwa sababu kwa kweli kazi anayofanya ni kazi ya wito. Kwa hiyo sisi tutazidi kumuombea Mwenyezi Mungu aweze kumuweka, aweze kuwalea hao wazee, lakini pia tumeungana pamoja na chama cha mpira wa miguu wilaya ya Monduli Modfa kwa ajili ya kuweka uh, bonanza kubwa pale Mto wa Mbu. Kwa hiyo leo tutakuwa na mechi nyingi zitakazochezwa lakini pia tutakuwa na washindi na watapata zawadi, mshindi wa kwanza mpaka watatu. Kwa hiyo tunafurahi kuiona wazazi wetu ikiwa ina ng'ara hasa wilaya yetu ya Monduli. Mimi ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji mkoa wa Arusha na naitwa Joseph Oseha. Bahati nzuri niko jirani hapa kata na ni wilaya Karatu, na nimekuja hapa kuungana na wanajumuiya wazazi Wilaya Monduli hasa eneo hili la Mto wa Mbu. Lakini katika kusikia kwangu, nimesikia kuna wazee wa Karatu wazee wanne. Kwa hiyo mimi naona kama mimi ni mmoja wa wapo ndugu wa wandugu wa hii shirika la wazee ambao pamoja na umri wangu pia unakuja, niweze kuja hapa siku zingine. Niseme tu kwamba nitakuwa balozi wa kuambia watu wa kule Karatu na sehemu zingine, na kwa vile niko mkoani pale, tutajaribu kueleza kwenye wilaya zingine tuige mfano huu kwanza tumefurahi sana kuja kutembelea kituo hiki cha wazee hapa katika Senior Hope. Tumefurahishwa sana na zoezi hili ambalo linaendelea hapa kwa ajili ya kuangalia ni nini cha kuwafanyia wazee wanapokuwa tayari wamefika katika umri huo. Nimpongeze sana mkurugenzi wa kituo hiki ndugu Zahara Twashio pekee Mungu namwomba mbariki sana, kwani kuchukua jukumu hili la kuwatunza wazee inapaswa kuwa na moyo mkubwa sana. Kwa majina naitwa Zahara Twaha Shio, ni mkurugenzi wa shirika la kusaidia wazee kulelea wazee linaloitwa Senior Hope, ambalo shirika hilo ndio hili mahali mlipo hapa leo hii. Shirika hili tumelianzisha lina mwaka watatu sasa, lakini hapo mwaka wa kwanza ilikuwa tunawasaidia wakiwa kwenye mazingira yao lakini tukaja tukaona kwamba wanahitaji zaidi wa kukaa sehemu moja na kupata huduma wakiwa sehemu moja. Kwa hiyo tukaamua kuanzisha kituo hichi. Kwa hiyo mwaka jana, tuseme mwaka juzi, tukaanzisha kituo, kwa mwaka jana ndio kituo kimeanza kazi rasmi, na huu ni mwaka wa pili wa kazi. Kwa kweli nimefarijika sana kuwapata leo kuja kunitembelea kwenye kituo hichi, na nadhani pia wazee wangu watakuwa wamefurahi. Naona wanashangaa tu bado hawajajua nini kinaendelea, lakini tutawapa taarifa ni nini ambacho kuwa kinafanyika leo.